Licha ya jitihada mbalimbali zinazoendelea kufanywa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, za kuimarisha miundombinu katika nyanja mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, lakini bado jitihada hizo zimekuwa butu kutokana na kurejeshwa nyuma na baadhi ya watendaji ambao hawana uwajibikaji katika majukumu yao. na mtazamaji wa ASAM Online TV, leo hii tunakuletea mkasa ulioikumba familia ya Bi. Safia Said Omar, mkaazi wa Kijichi, wilaya ya Magharibi, mkoa wa mjini Magharibi Unguja, baada ya mtoto wake mwenye umri wa miezi minne aliyefahamika kwa jina la Saidi Abdallah Hamisi ambaye aliugua ghafla tu na kupelekwa katika hospitali ya Bububu Jeshini, na alipofika hospitalini hapo aligundulikana kuwa ana tatizo la utumbo kuzongana, na kutokana na tatizo hilo alitakiwa kufanyiwa upasuaji, na ndipo alipopatiwa rufaa kuelekea hospitali ya wilaya ya Lumumba ili kufanyiwa upasuaji huo, lakini katika hali ya kushangaza mtoto huyo imepelekea kukatwa mkono. Ni sababu gani hasa iliyopelekea kufanyiwa upasuaji huo? Hii hapa familia ya mtoto huyo inaelezea. Mimi na mdogo wangu ambaye ni Said Abdallah Khamis mwenye umri wa miezi minne aliumwa, ali tu mara moja na kupelekwa hospitali Jeshini, akafanyiwa vipimo akaonekana kwamba ana matatizo wa ya tumbo, ni utumbo wake ulizongana. Kwa hiyo tarehe kumi na sita akaandikiwa transfer na kupelekwa Lumumba hospitali. Baada ya kupelekwa hospitali pale, ikaandikwa kwamba afanyiwe operation ya tumbo mkubwa. Ile operation ilienda vizuri kwa siku ile, tarehe 17, tarehe 16 usiku kuamkia 17, madaktari wa zamu pamoja na wauguzi walimweka kanyula yule mtoto. Ile kanyula ilipita sehemu ambayo sio haikuhitajika, mkono ukaanza kuvimba, na hiyo ni saini mojawapo ya kwamba kenyula imepita sipo. Mama mzazi ambaye ni mamaangu pia aliliona ile tatizo baada ya kuingia kwenye kile chumba cha ICU usiku, akauliza mkono umevimba jamani, mmeshughulikia? Majibu aliopewa kwamba atatolewa ile kenyula, lakini haikutolewa, haiku mkono ukapata matatizo vile vile. Ila mbaya zaidi tungesema ni ajali kazini, lakini mbaya zaidi ilikuwa madaktari na, ma na manesi wa zamu mule ndani walikuwa anafanya shughuli zao, wanaangalia michezo mpaka mchezo alinaambia unaitwa kombolela. Sasa mule ndani, wakati usimamizi ilikuwa anatakiwa wasimami wao, mzazi haruhusiwi, anaruhusiwa kwa masaa, na wao wakafanya uzembe huo, wakamwacha mtoto siku ya pili kwa mkia, siku ya pili ya tarehe 17 mpaka mchana, baba mtu alivyokwenda tena, wakaona kenyula bado ipo wakazungumza, lakini mkono tayari ilikuwa ushabadilika rangi, ushaanza kupiga wanapiga weusi. Lile tatizo mimi nilivyoligundua kwa sababu mimi nilikuwa nalala pale pale hospitali, lile tatizo nilivyoambiwa, kwa sababu mimi sikuruhusiwa kuingia mle ndani, nikasema mkono huu sidhani kama utakuja kupoa na ni kweli, mkono uliendelea kuharibika na pale ulikuwa tayari ushaharibika, kwa sababu waliblock mishipa damu, kwa hiyo ilikuwa damu haizunguki kwa ch chini ya mkono, mkono ukakosa damu kuanzia tarehe kumi na saba kumi na nane na kumi na tisa. Lakini ikawa bado anatuzuga, ila tatizo tayari walishalijua, walisha kwamba tayari kinachotokea ni nini. Maneno aliosema ni kwamba mtoto atalipwa fidia, utakatwa mkono alafu atalipwa fidia, lakini sikuona hiyo ni solution ya yule mtoto na mstakabali wa maisha yake. Tumepambana mpaka wakawaita watu wa counseling na psychology, wakaja kuongea na sisi, kikao cha masaa mawili, tuliongea yote moyoni Tukawaambia, na ndipo alipojua uzito wa ile tatizo. Baada ya kuondoka, wakaenda kulijadili upya. Ukweli, mimi tangu mtoto alipofanyiwa operation sikuwahi kuruhusiwa kuingia hata siku moja, na ilikuwa ni mama pekee, kwa sababu mama mtu hakuwa na nguvu, mama yake ni mgonjwa, pressure, hakuwa na nguvu, kwa mimi ndo nilikuwa nasimamia muda mwingi, lakini sikuwahi kuoneshwa mpaka tulivyopanga njama na wale watu wa psychology na ustawi wa jamii kwamba tukasema mama mtu hawezi kwenda kumuona ili mimi nipate kwenda kumuona yule mtoto na nilivyokwenda nilizungukuka, na kwamba mimi nataka kufanyiwa ule upasuaji, hawataki ni muone mtoto. Naomba mumfunue mtoto ni muone, hawataki. Naomba mumfunue mtoto, hawataki. Ndio wakaja kunifunulia, lakini walikuwa amenizunguka mkono, ni baridi tayari, vidole vimenyauka vyeusi, kilicho baridi ni kwamba hakuna tena maisha, ule mkono ulikufa zamani, na ndio maana walikuwa wanatuzungusha hapo. Tukaendelea kuhangaika na madaktari, akapelekwa siti scan tarehe 18 pale Mnazi Mmoja, tukaambiwa vipimo vitatoka baada ya siku moja. Hapo tukasubiria mpaka tarehe 19 ambao ni juzi, tukaenda naye. Tulishirikiana mimi na daktari Amos pamoja na daktari wa kike mmoja na, na babangu wa kambo, tukampeleka mtoto hospitali kupeleka hospitali kule, akapelekwa kwenye siti scan kufanywa kufanyuwa siti scan baadaye tunatoka, tunasubiria majibu. Mimi nilikuwa ndani ya ambulance pamoja na yule mtoto na daktari wa kike. Wale walikuwa wanajadili, daktari mmoja wa Kihindi na pamoja na dereva, kwamba ilikuwa anaonyeshana ishara kwa mbali, kwa sababu ilikuwa ni mzungu na mswahili, ni, yani, ni muhindi na mswahili. Kwa hiyo walikuwa wanatumia lugha fulani za ishara, wanaonyeshana kwamba mkono ulikuwa unatakiwa ufanyaje utoke. Kwao tukafika hospitali, tukamrudisha Lumumba, kufika hospitali pale nando majibu yaliotolewa kwamba mkono e, eidha kuna asilimia ndogo sana lakini, mi kwa upande wangu tayari tayari nishajua kama mkono tari, ndugu yangu kasha, kasha ukosa. Lakini walijaribu kuficha na kutokana na kutokana na uzembe wao, wameshagundua tatizo, badala ya kulioa ile tatizo wakaliendelea kulifuga na kulificha kwamba sisi tusijue kitu, kwa sababu mama hajui kitu, mimi kidogo angalau najua na vile vitu wakaendelea kuficha tusijue, lakini ulikuwa anavuta muda ile mkono tu wa ukate. Nilituma malalamiko yangu sema na rais, baada ya kurudi hospitali. Nashukuru nilivyoamka asubuhi, nilipigiwa simu na dada huyo, pamoja na dada ambaye alijitokeza hospitali kutupigania. Ndio maana ile jambo likafika hadi kufikishwa Muhimbili, lakini hawakuwa na nia hiyo, hawakuwa na nia, na kikubwa zaidi ni kuzungushwa na kuonesha ni ishara kwamba mkono anataka kukata alafu kulipwe fidia wakisema kwamba ni bahati mbaya. Hakuna cha bahati mbaya, wakati munaambiwa tayari mkono wa mtoto unavimba, mko busy na simu zenu kuweza kuangalia michezo. Yani manesi wa Lumumba hawajali, naweza kusema na madokta, japokuwa sio wote. Mheshimiwa rais amelijenga lile jengo kwa ajili ya kutusifu sisi wananchi wake, tumemchagua kwa sababu tunamwamini, lakini tunakufa. Yaani sisi maskini tunakufa pale. Ndoto nyingi za watu wanyonge zinaisha pale, tunaisha K tunaisha, naiwani kuna watoto wengi ambayo wanateseka kama moyo wakuto ambaye anateseka, au mtoto mdogo ana operation mbili, sijui kama ataweza kusurvive. Mungu ni mkubwa. Tunaisha, tunamwomba mheshimiwa rais ili aliangalie, kwa sababu ni jambo endelevu, si kwamba limeanza kwetu. Tunaomba, tunaomba na tunaendelea kuwasiliana vyombo vya habari na tunaendelea hadi kuhakikisha kwamba hii kesi inasimama na tunapata haki. Tunaomba msaada wako Mheshimiwa Rais, kwa sababu hatuna pengine pa kuelekea. Hukujenga lile jengo ili si tufanyiwe hivi, lakini ni watu ambao wanajaribu kukushusha wewe kwa kufanya matendo hayo ambayo hayana maana yoyote. Mtoto miezi minne. Operation mbili kule anaweza kuvumilia. Inauma. Na unachoambulia ni jeuri. Kila dakika tano unazokaa pale kuna tolewa maiti sita, saba jamani. Hivi Israeli ndio iko pale tu hakuna sehemu nyingine ambayo anatokea. Ni uzembe, yaani ile ni jambo nadhani ni mpango maalum ambao unapangwa kwa ajili ya kutumaliza sisi. Naomba ile jambo liangaliwa kwa macho mawili. Ila tutahakikisha tunafungua kesi na tunaomba msaada wenu. Tunaomba msaada wenu wanyonge, sauti zetu zifike mbali, tusikilizwe. Ikataka ika, ikatakiwa kutoka barua sasa ya kumpeleka Muhimbili rufaa barua ili, iliandikwa tarehe kumi na tisa ambapo hapo ilitakiwa iende kule, lakini sizani kama alikuwa ni, ni kweli. Wakasema barua iko Kidongo Chekundu, nikajiuliza Kidongo Chekundu ndo kwenye wizara afya? Mimi ninavyojua wizara afya iko Mnazi Mmoja wakasema isainiwe Kidongo Chekundu. Mimi nikasema haina shida, nikatafuta nika, nika nauli nikaenda zangu moja kwa moja Kidongo Chekundu, lakini baba akamba kanambia usishuke, basi bora uende uende kabisa moja kwa moja kule mm. Oh, ka, akanambia tu, tu nini kama wewe unakwenda nenda moja kwa moja wizarani. Nikamwambia sawa. Kulikuwa na dada ambaye alikuwa ananisaidia, yuko nyuma yangu, sijamjua mpaka saa hivi ni nani, lakini tulifanya mahojiano akanipa namba ya katibu mkuu wa wizara ya elimu akanambia mpigie huyo mtu simu umwambie kuhusu hiyo shida. Mimi sijampigia moja kwa moja, nikamtafuta mtu wangu Biriziki, wizara ya elimu, nikamwambia zungumza naye kwanza kwa sababu mimi ni mtu wa chini, hawezi akaja akanielewa, lakini mkizungumza naye atanielewa. Akazo hakuzungumza naye ila mimi nikampigia simu tena yule katibu mkuu, kumpigia simu hakupokea mda ule pale Saa sita dakika kama tatu hivi, yule katibu, mimi nishafika wizara wizara ya afya pale, nimeshaingia kule ofisini kwake, lakini hayupo. Nikaambiwa niende kwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya, nikaambiwa nikasubirie barua ijifanyie baada ya kufika. Kufika pale, niko mule ndani na bimamu ambaye anafanya mule ndani kwenye ofisi ya mkurugenzi, nikamweleza kidogo, kwa sababu alikuja na mwanae wakati wa kile kipimo cha CT scan. Kwa hiyo kaa s si surangeni kwake, akaniambia vipi? Nikamwambia yule mtoto uliyomuona alikuwa anafanyiwa CT scan. Ana hatihati hati ya kukatwa mkono lakini bado madaktari wanaficha. Na si kwa sio kwa ajali, yani si kwa, kwa ajali kazini bali ni kwa maksudi, sababu so walishaligundua tatizo na alafu aliambiwa waitoe kenyula hawakutaka wakapuuza. Nika, akanipigia katibu mkuu kunipigia katibu majibu yake alionipa siwezi kuwasema lakini si hayaridhishi. Niliwa, niliwajibu tu wale wa pale kiustaarabu kwa sababu ilikuwa mimi na shida sana ka, barua ikafika ika, ika, ika pale Wizara ya Afya ikasainiwa nikaulizwa vitambulisho vya mama vya baba nikaambia nikawapigia simu wakafanya hiyo process ikasainiwa ndo wakapoa waka, ile barua imesainiwa akapelekwa Muhimbili, lakini hapo ilikuwa mkono tayari ushakufa na anajua ila tu alikuwa anatuzubaisha, ni kama anatutia mchezo kwamba sisi tusijue, lakini ilikuwa mi tayari nishajua ule mstakabali wa ule mkono, lakini ilikuwa naficha kwamba mama atapandiwa na mapresha tu, kwao nikanyamaza kama, kama sijui kinachoendelea. Wakaenda wakapokelewa Muhimbili, wakafanywa wakafanywa huduma ya kwanza, lakini ile huduma ya kwanza kwamba ni useless tena mkono ashaukosa. Usiku wa saa mbili kwenda saa tatu wa jana, ambayo ni tarehe ishirini, mama anapiga anapiga simu analia, kwamba mkono unatakiwa ufanyaje? Ukatwe na usipokatwa ni kawaida, manake ile kumlinda ule mtoto ilikuwa ni kawaida kweli. Ule mkono uka. Ukatwe, usipokatwa, manake madhara anakuja juu mpaka atakwenda kusababisha madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo hivi sasa hivi navyokwambia, mama asubuhi nimempigia hii ya tare, tarehe ishirini na moja, nimempigia mama asubuhi, na mtoto analia pale, wanaambiwa bado hajakata mkono, lakini nadhani kwa muda huu tayari mtoto kashapelekwa kwenye chumba cha upasuaji. Walichokisema walokuwa ICU ni kwamba mtoto alilala na jamaa yake au na ndugu yake na mkono akaukanyaga. Jamani, ICU mama mzazi alikuwa anaruhusiwa ruhusu kwa masaa, wana limit. Nani anaweza kwenda kukaa akapanda juu ya kitanda akamkanyaga mtoto mkono wakati mimi nilivyoomba kuingia tu walinizunguka mimi watano wakiniambia kwamba wewe wa usiye kuingia nikamwambia mama mtu hawezi kuja inabidi nijamii mimi kumuona mtoto ambayo ilikuwa ni juzi ya tarehe kumi na tisa wanasingizia wanajaribu kutoa lakini rekodi tunazo tumewarekodi katika kila tukio lao tuna picha tuna rekodi na wakihitaji zitolewe zitatolewa kwa hilo hawezi kukwepa zitatolewa zipo Tunaioamba serikali la chukulie hatua, na mimi roho yangu na ya kila mtu hapa ndani inahitaji hao ambao wamefanya hili jambo kwenye hiyo kazi waondolee, kwa sababu ikiwa ametufanyia sisi wanyonge, kuna wanyonge zaidi yetu wataenda kufanyiwa zaidi ya hilo. Kila hospitali unapigwa transfer Lumumba, kila hospitali Lumumba. Hawataki kukerwa, ni kwamba yule mtoto mstakabali wa maisha yake unadefiniwa na serikali kwamba na tunaiomba serikali isimamie kuhusu haki za yule mtoto bila ya kuficha na bila ya kufanya upendeleo wote, kwamba yule waliofanya wao wako serikalini au vipi, inatakiwa itende haki hivyo. Lakini cha pili, tunataka lile tatizo ambalo limetokea kwa ndugu yangu mimi na kwa mtoto wetu sisi lisije likamtokea mtu mwingine kabisa. Hilo serikali isimamie. Waliofanya hivyo si suluhisho kutolewa kazini, lakini waadabishwe ili wasije wakafanyia watoto wengine kama hivyo au watu wengine aina yote kama hivyo. Kwa upande wa uongozi wa hospitali ya Lumumba, umethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kwamba mtoto huyo alilaliwa na mama yake aliyekuwa anamwangalia hospitalini hapo. E, tafuta rekodi haraka haraka, nimezipata. Huyo mtoto kweli alikuwa transfer kutoka huko Jeshini kuletwa Lumumba kwa ishu ya upasuaji upande wa tumbo. Upasuaji huo ulifanyika vizuri na ukafanikiwa kwao. Mtoto alikuwa amebakiza hospitali kwa ajili ya uangalizi observation, ili kama angekuwa vizuri siku ya pili aweze kuruhusiwa. Kilichotokea, aliyekuwa anamwangalia mtoto na yule mtoto haisi kuachwa peke yake, alikuwa kumbe ana mwangalizi. Inavyoonekana yule mwangalizi katika kusii, ni uchovu au nini, aliulalia mkono wa mtoto. Kwenye kuulalia mkono wa mtoto ndo ukaleta shida. Sasa ni kama vile inaonekana walichelewa kutoa taarifa, baada ya kushauriana kwamba tuwaambie au tusiwaambie. Kile kujishauriana na kusikilizia mkono utakuwaje, ndo ukaanza kuvimba. Baada ya kuvimba, baada ya kuvimba, taarifa ilitolewa kwa madaktari wetu wa ndani, wakachukua jitihada za haraka. Mojawapo ilikuwa ni kumfanyia huduma ya ultrasound. Upande wa dopla. Ile dopla ikaonekana kuna shida kwenye mkono, wakataka kujiridhisha zaidi, akaenda akafanyiwa kitu inaitwa CT angio. CT angio ikaonekana anahitaji usaidizi zaidi, hasa kwenye upande wa mambo ya moyo na kadhalika, ndo tukaanza mawasiliano yaani, Lumumba ndo akaanza mawasiliano na JKCI mwimbili, baada ya kufikiana nini kifanyike, wakashirikisha wizara na wizara wakatoa ruhusa huyo mtoto apeleke umwimbili na hapa anapozungumza na wewe, taratibu ndo zinaendelea kwa ajili yao kuondoka na boti ya saa kumi. Sasa ni upande wa ndugu, kwa sababu unajua mtoto akishakuwa mdogo hivyo ni ndugu, unakuta aidha mama au mama nani, familia anaamua nani abaki na, kwa kwa na mtoto, mtoto na hali ya mtoto. Sisi upande wa hospitali tunakuwa ni kama kuna upande wa klinikali utaratibu wetu, kwa hiyo kama kuna chochote mtoto atapata unini nini, baki na mtoto anapaswa ku Nimeona mtoto analia sana, nimeona mtoto anafanya hivi, nimeona mtoto yuko hivi. Sasa ukiangalia kwa upande wa watoto, ICU yao iko tofauti na ile ya jumla. Kwao mama unakuta anabidi abaki na mtoto, sababu ni watoto wadogo, inaitwa PICU. Kwa hiyo mama alikuwepo na mtoto, mtouseme ndugu wa mtoto alikuwepo na mtoto, nilikuwa ni mama baba au nani, lakini kuna ndugu alikuwepo na mtoto. Sasa kuna vitu viwili, kuna ICU tuwaruhusu kukaa na watu, ile ICU kubwa ya watu wazima lakini ya watoto huwezi ku... yani sijui ni kuelewesheje, mtoto ni mdogo. Mama aliruhusiwa, ehe, na alikuwa yuko naye. Yani sijui niiwekeje, lakini ni kama, na nashindwa kukuelewesha kwa namna ambayo natukia, lakini ni kama kuna kosa la amelifanya au limefanyika okay, asizungushe mlalia mtoto, bahati mbaya hivi na vile hivi na hivi. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, hizi ni taarifa za awali ambazo tumekuletea leo hii. ASAM Online TV inaendelea kuwatafuta wahusika ambao wanahusika na masuala yote ya afya ili waweze kutupatia ufafanuzi juu ya tukio hilo. Endelea kufuatilia chaneli yetu ya ASAM Online TV. mimi ni Safia Hussen, nyuma ya kamera ni Jabir Ridhwan.